Ni meza, oh no. Tena bado ni sanduku <laughs> hii bado ni meza, tena bado sanduku. Nataka kuonyesha bado sanduku. Oh, nataka kuonyesha unaweza, yeah. Kukaa hapa na ukainjoy maji yako, jamani, ukanywa maji yako. Unaweza ukakaa hapa na ukapata glasi yako, namna unainjoy, yani maji safi zaidi. Hii ni meza na no, no, no, no, no, bado ni ninini sanduku. Wacha nikuonyeshe mtazamaji, hii bado ni sanduku, nataka uamini sote, nikwambie tu na macho ah, sina macho na mdomo, mbona? Sasa hii hii sasa ni sanduku si, mbona? Bado ni sanduku, lakini bado unaweza fanya nini? Unaweza ukaifanya ikawa meza. Hii kitu inatengenezwa hapa. Tuko na fundi wetu wa seremala, fundi hodari kabisa, kazi zake ni hizi na ni bei nafuu kabisa, ukaweka maji yako kabisa vizuri zaidi ukatulia, ukarelax kama unataka kusafiri, unaifanya kama sanduku na ukika kule unaifanya kama meza.